Mkuu wa wilaya Songea mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile amesema kuna tabia baadhi ya raia wa nchi jirani ambao wanakuja katika wilaya Songea na kufanya shughuli za kilimo bila kufuata utaratibu ambapo imebainika kuwa raia hao wanatumia kigezo cha kuoa wanawake wa Songea ili wapate fursa ya kulima mahindi katika mashamba ambayo yapo katika wilaya Songea, kisha wasafirisha mazao kuelekea nchini kwao bila kuwepo kwa takwimu zozote nchini. Sasa nimepata taarifa za kusikitisha kidogo. Kwanza, wapo baadhi ya raia wanakuja hapa wanafanya urafiki na Watanzania na wengine wanawaoa Watanzania. Hatuwezi kuingilia kati wasiwaoe Watanzania dada zetu, lakini kama mtu anakuja kuoa ili tu apate ardhi halafu alipe ma, alime mahindi. Sasa wanatupiga chenga, tulipowakamata tukawapeleka mahakamani wakalipa faini kwa mujibu wa sheria za uhamiaji, baada ya wiki moja tume, tumeambiwa wale wapenzi wao wamewafanya ni wake zao. Sasa, kwa hiyo wanajaribu kupata hiyo protection kwamba sasa ni shemeji zetu. Hiyo haitoshi, ni, ni lazima sasa utaratibu ufuatwe kwamba si sawasawa, hata kama wewe ni shemeji yetu. Eh, eh, si sawasawa kulima mahindi Tanzania na kuyavusha nje tena bila hata takwimu zozote. Yani, mtu analima mahindi anapata tani mia tano, akishapata tani mia tano anazilipia ushuru tu labda gunia moja shilingi elfu moja au kilo moja shilingi mia moja, alafu kwa sababu ameyalipia, ana organize vibali vyake huko, yanavuka yote msi Hii ni changamoto na hatu hatu encourage wala hatuhitaji wakulima wawekezaji wa namna hiyo. Serikali nayo mahindi Songea, tunazo tani laki moja na elfu kumi na tisa za mahindi hapa leo hii. Kama wana shida na mahindi waje wanunue, wamwone meneja wa NFRA hapa, au waende Dodoma kwa mkubwa wa NFRA, atawapeni mahindi haya, na ni mahindi mazuri grade 1 masafi kabisa. Na haya ndio tunataka tutunze kumbukumbu Sio anakuja kulima mahindi hapa alafu, oh, anaoa dada zetu, anajifanya ni shemeji yetu. Tutazuia hayo mahindi, tutatengeneza taratibu zetu na sheria zetu. Hakuna mtu atakayevuka pale geti la wilaya ya Madaba pale halmashauri ya wilaya ya Madaba, hatutaruhusu kwa mwaka huu huu. Ni utaratibu mpya. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Songea, mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile amesema zipo taarifa za baadhi ya raia ya kigeni ambao wanakwenda katika vijiji vya wilaya Songea na kununua mahindi ambayo bado yako shambani. Wameanza kwenda vijijini, wanaenda vijijini, wananunua mashamba ya ngali mahindi ya ngali mashambani. Utaratibu huo waliwahi kuufanya mwaka 2023. Tukafanya operesheni wakarudi waka nyuma. Sasa wameanzisha tena mwaka huu wanaenda vijijini wanakadiria, wana, wana shamba kwamba labda shamba hili litatoa magunia ishirini. Kwa gunia moja tutanunua kwa shilingi elfu hamsini. Kwa hiyo milioni moja yako hii, gharama ya kuvuna tutavuna wenyewe. Alafu wanatafuta vijana, sijui mabouncers, sijui nani, wanaenda kuvuna hayo mahindi. Wanapukuchua huko huko, wakisha apukuchua wanapakia kwenye magari, wanalipa tu ushuru wa halmashauri. Alafu wanaondoa huo utaratibu. Hatutaki mahindi yote, tunataka yapite kwenye soko la halmashauri. Soko la halmashauri liko Madaba mjini, lakini soko la halmashauri liko Msamara Songea mjini, lakini soko la halmashauri liko Matomondo kwa upande wa Songea vijijini. Kwa hiyo tutaweka geti, lazima tujue haya mahindi umeyatoa wapi kwao ni kwa maslahi ya nchi kujua mahindi haya yametoka wapi. Kama wewe ulilima hapa nchini, hatutakubali yatoke nje. Tuna mahindi yanayotoka nje, yanatakiwa yawe yamenunuliwa hapa katika hii wilaya, sio wewe umelima. Wewe sijui Njuguna Kamau sijui e, Murungi sijui umemwoa ume dada yetu hapa alafu nasafirisha matani na matani kupereka nje ya nchi kutoka ya mkoani Ruvuma newtonendenda